ore na Kichakasimba katika wadi ya Kubo South katika kaunti ya Kwale wamelalamikia ubovu wa daraja la Mkanda 1 katika barabara ya Mkongani kuelekea Shimba Hills. Mianya kwenye daraja hilo ambalo liko katika hatari ya kuporomoka imezibwa kwa simiti na kokoto bila ya vyuma wakati wa kukarabatiwa baada ya kupata mashimo. Ndivyo hali ilivyo kwa wakazi wa Lukore na Kichakasimba kaunti ya Kwale baada ya daraja la Mkanda 1 kupata mashimo na kuzibwa kwa simiti na kokoto bila vyuma wakati wa ukarabati. Hii daraja ni ya miaka mingi kiasi cha kwamba vile vyuma vilivyo chini na ile slabu iliko juu zishaachiliana. Gari ikikanyaga ile daraja inacheza, sasa ni hatari sana. Badala wangevuruga, wangevunja ile slabu ya juu wakatuwekea wakatuangalia vile vima ambavyo vimevunjika chini, wakaweza kuweka vima vingine, at least ndio wakiweka slabu juu, tukawa wana uhakika kwamba daraja li, liko dhabiti. Kwa hivyo walitutengezea daraja vibaya kiasi cha kwamba tunaomba kwamba hata haifai kupitia magari, kwa sababu ni hatari kwa magari ambayo yanapita hapo. Wakazi hao wakihofia maisha yao na kwa watumizi wa magari wakisema kuwa kifo kina wakodole ya macho, chuma zake zimeoza na pia mwenye alifanya ukarabati pia alifanya na vitu hafifu ambavyo haviwezi vikaimili zaidi ya tani tano. Siko mtaalamu sana wa, wa ujenzi lakini kulengana na nari, pale ma, yenye tunaona ni kwamba pale pakipita gari yenye na zaidi ya tani nne inaweza ikasababisha maafa, tukizingatia watoto pia hupita na hapa, na wakati wowote watoto pia wanaweza wakatumbukia kwenye daraja, kwa sababu haina hata vizuizi ambavyo vinaweza vikasaidia mtu ambaye anatumia daraja hii ai kutengezwa kulingana na vile inavyostahili kwanza, yenyewe daraja yenyewe ni nyembamba, inastahili ipanuliwe kiasi. Pale palikuwa pamebomoka, waje watengeze, wametengeza na wametengeza, ndivyo sivyo, hata gari inaweza ikaanguka ikabomoa. Sijaona daraja kutengezwa na miti, mi najua daraja inajengwa na vyuma. Leo hii tunawekewa miti, twataka kuuawa. Aidha wamelalamikia kukosa kupata faida kutokana na kuuza mazao yao, kwani wachukuzi wananunua kwa bei ya chini kutokana na ubovu wa barabara na daraja hilo. Tuna mazao yetu ya shambani, na haya mazao yetu ya shambani hatuna vile tunaweza uza katika soko ya nje bila kupitia kwenye hii barabara, ndiposa unapata hata wale ambao wanakuja kununua mazao yetu ya machungwa, wakija wao ndio wanatuamulia bei yao. Kwa sababu gani? Barabara haipitiki. Sasa wakazi hao wakiofia daraja hilo kusombwa na maji kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha, wakitaka wahusika kulikarabati tena daraja hilo ili shughuli za uchukuzi zisitatizike. Tunashangaa, daraja letu lilivunjika, na badala ya kurekebishwa ama kukarabatiwa kwa njia inayostahili inakuja inaunganishwa na vijiti. Tunashangaa, je, kuna kiongozi ambaye anajali maslahi yetu, ama ni kwa vile apiti hii barabara ndio sababu anaunganisha na vijiti hata mauti yanatukodolea ya macho, tukizingatia ya kwamba daraja hili linaunganisha location mbili, ambayo ni Mwaluvanga location na Lukore location. Daraja iko ile hali tunayoiona ya kwamba imesapotiwa na miti kwa chini, na slabu yenye imewekwa ime juzi, ambayo haishikani na ile slabu ambayo ilikuwa imewekwa nyakati zile za ukoloni 1960s. Sisi tulikuwa tunasema ya kwamba daraja ile haituonyeshi taswira nzuri kwa sababu wakati wowote itatusababishia maafa. Sebastian Maria, Undugu TV.